Shirika la umeme Tanzania, Tanesco, linamshikilia mkazi wa mtaa wa Kisutu mkoani Mtwara kwa kosa la kuchepusha umeme. Akizungumza na Chivihi Media, mhandisi wa Tanesco Mtwara ameeleza kuwa hali hiyo wameibaini wakiwa katika ukaguzi wa mita za umeme Mtwara mjini na kugundua uhalifu huo. Kisha zoezi la ukaguzi wa mita kwa wateja wetu wa Mtwara mjini, ambapo kwa leo timu yetu ilikuwa maeneo ya Kisutu. Leo tumebaini kumkamata mteja mmoja ambaye amechepusha umeme ambao haupimwi mita, amebypass na hiyo mita onekana haipo kabisa kwenye mifumo ya shirika. Baada ya kufika hapa, tukuta mteja ana mita mbili, ambao mita moja haijachepushwa lakini mita ya pili imechepushwa. Naomba kuwasi wananchi waachane na hii tabia ya kuchepusha mita za Tanesco, kwani huyu ni hujumu uchumi na tunaendelea na ukaguzi nyumba kwa nyumba. Kwa kama kuna mteja anafanya zoezi kama hili, tunamwasa bora atoe taarifa Tanesco ili tufike kwa ajili ya marekebisho. Unapofanya vitendo kama hivi, kwanza unaweza kuletea unaletea hasara shirika cha kwanza, cha pili unaweza ukaleta shida kwenye nyumba yako. Tunapata taarifa nyingi, wakuta mtu amebypass mita kwenye, kwenye nyumba yake. Mwisho wa siku, unaweza ukasababisha nyumba kuungua ambao unapata hasara ya nyumba pia, unaweza pia ukaleta shida kwa watu wanaoishi kwenye hilo eneo husika. Kuona wasihi sana wananchi wote wa mkoa wa Mtwara na nchi kwa ujumla, kama kuna mtu anafanya vitendo kama hivi, tunaomba aachane kabisa na hivi vitendo maana unaleta shida kwa jamii. Aidha, mhandisi huyo ameongeza kuwa tangu mwezi Julai walipoanza zoezi la ukaguzi wa mita Mtwara mjini wamebaini wateja ishirini na saba waliochepusha umeme, huku wakikomboa milioni sitini. Tangu tumeanza zoezi hili kwa mkoa wa Mtwara almost tulianza kama mwezi wa saba kwenye ukaguzi wa wateja wetu wa mkoa wa Mtwara mjini, tumekagua almost wateja ishirini na saba ambao wamebypass mita ambao wanatumia kinyume na utaratibu, na tushafanya hesabu zetu oska almost, almost milioni 60 ambazo tumeokoa, ili kulikava haya mapungufu ambayo walikuwa na ambao walikuwa wanautumia bila kuulipia kwayo tunaendelea na zoezi, zoezi ni endelevu mpaka utakapo wapitia wateja wetu wote. upande wake fundi wa Tanesco ameeleza kuwa ili mita ya umeme iweze kufanya kazi umeme lazima upimwe, hivyo kitendo cha kuchepusha mteja anatumia umeme bure. Mita ya umeme ina, mita ya umeme ili iweze kufanya kazi inahitaji iweze kupima, alafu iweze kumpa mteja aweze kutumia, lakini uh, upande ambao mita hii inatakiwa ipime alafu itoe mteja huyu ameweza kuchepusha kabla ya kupimwa, yeye anachukua kwenye mita. Yaani kwa maana ya kwamba, sasa si umeme unatakiwa upimwe, sasa yeye anachukua kabla haujapimwa. Na maana unapotoka juu kwenye nguzo kushuka kuingia kwenye mita, ni sehemu ambayo sasa umeme tunataka uingie upimwe ili utoke ukatumike. Sasa yeye anachukua pale kabla ya kupimwa, kwa maana ya kwamba anakuwa anatumia bule. Kutokea mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdala, Chivihi Media.